za somo la aqida na tauhidi zinazotoka katika kitabu cha hudha aqida ta kamina alkitabi wa wassunna. Tuko katika darasa nambari 37, e, katika kitabu hiki, katika ukurasa nambari 16, e, katika unwani inayosema ma hukmu al-amali bilqawanini almukhalifati lilislami, ni nini hukumu ya kufanyia kazi kanuni zinazokhalifiana na Uislamu? Yani kufuata kanuni au kuenenda kwa mujibu wa kanuni ambazo almukhalifati lilislam, kanuni al ni nini eh? alqawanin ni vifungu vya sheria E, vya kikanuni ambavyo vimetungwa na wanadamu, katika jina lingine zinaitwa alqawanin alwadia, kanuni zilizowekwa na binadamu. E, katika tamko la almukhalifati lilislami, katika anwani hii zinazokhalifiana na Uislamu. E, hapa ukiondoa kanuni zinazokhalifiana na Uislamu, zinabakia kanuni mbili ambazo zinawafikiana na Uislamu. Kanuni namba moja ni kanuni ambazo zimechukuliwa moja kwa moja kutoka katika mafundisho ya Uislamu. Kwa hivyo kanuni hizo ni Uislamu piwa eh. Hakuna ishkali yani, kiuelewa na kiakili kwamba mtu akifuata kanuni hizi amefuata eh, maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kanuni zinazowafikiana na Uislamu na kanuni zinazofikiana na Uislamu namba mbili ni kanuni ambazo hazikuchukuliwa moja kwa moja kutoka katika qala Allahu qala rasul, kasema Allah kasema Mtume, lakini hazi, hakuna mahala zinagongana na sharia na hizo zitaingia katika tamko la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, almuslimuna ala shurutihim wa islamu wanahukumiwa na masharti yao, ila shartan ahalla haraman au harrama halalan, isipokuwa sharti ambalo limehalalisha haramu au limeharamisha halali e. Kwa hivyo angalia katika hadithi e, hizi kanuni wamewekeana wao e, lakini hazikukhalifiana na sheria, hizo nazo hazina tatizo, hazina tatizo kwa mujibu wa hadithi hii, ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama. Alishkali ni kwenye kanuni, kanuni zinazogongana na Uislamu, kwa mfano zinahalalisha haramu ama zinaharamisha halali. Hizo ni alqawanin almukhalifa lilislami, nazo ni nyingi, kwa sababu kuna watu hawajui kwamba katika ulimwengu huu wameletwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na alipowaleta hakufanya mambo nusunusu aliwaumba akawaleta duniani na akawawekea utaratibu wa namna ya kuishi. Sio eti amewapa uhai alafu amewaachia wao wajiendeshe wenyewe. qala llahu taala, Mwenyezimungu subhanahu wa taala anasema inil hukmu illa lillah, haikuwa hukmu isipokuwa ni ya Mwenyezimungu jalla waala. Angalia, inil hukmu illa lillah, haikuwa hukmu isipokuwa ni ya Mwenyezimungu azza wa jalla Wallahu yahkumu la muaqiba lihukmihi Allah anahukumu na hakuna atakayeleta hukmu baada ya hukmu ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla akaleta hukmu inayovunja na kukhalifu hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. ya ayuha ladhina amanuu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi, enyi ambao mmeamini msitangulize kauli zenu mbele ya kauli ya Allah subhana wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim, haikuwa kwa waumini e, hapa Mwenyezi Mungu Azza Jalla anatoa, e, nini anatoa somo na maelekezo kwa lugha ya kutoa taarifa haikuwa kwa waumini wa kiume na wa kike pale anapohukumu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na mtumewe sallallahu alaihi wasalama jambo fulani, haikuwa kwa wao wawe na khiari katika jambo lao ambalo tayari limekwisha kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. E, innama kana qaulul mu'minin an yaqulu sami'na wa ata'na kauli ya waumini huwa wanasema tumesikia na tumetii. Katika maisha ya kila siku kuna kwa nini kwa kujisahau au kwa namna gani? Wallahu alam. E, wanadamu wamekuwa wakiishi wakikhalifu sheria za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mfano e, rahisi katika masala ya mirathi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, suala la mirathi hakuwaachia ulama wala hakumwachia yeyote agawe mirathi. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye aliyemruzuku mja wake mali, na alizaliwa hali ya kuwa hana kitu chochote. Anapoondoka, hiyo hiyo amana inarudi kwa mwenye amana, kwa yule aliyemkabidhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anawarithi waumini baada ya kufa kwao, alafu akishawarithi wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye ambaye yeye anapanga kwamba fulani na fulani na fulani katika wale ambao wanastahili kurithi nani na nani yachukue kiasi gani na gani. Lakini utawasikia watu wanasema tunakwenda mahakamani. Afi qulubihim maradun, watu hawa hivi wana maradhi? Am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasulu, au wanaogopa kwamba wakienda katika sheria ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla Allah na mtume wake watawapunja wanaposema sisi tunakwenda mahakamani hivi katika mioyo yenu kuna maradhi ya ukafiri na kukufuru sheria ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, au muna kitu katika, mna wasiwasi kwamba sheria ya Mungu bwana haitatenda uadilifu. Wama ulaika bil mu'minin, Mwenyezi Mungu azza wa jalla akamalizia aya hii kwa maneno makali, hao sio waumini. Kwa sababu ya aya hizi na zinginezo, imekuja unwani hii adhim kuzungumzia masala haya Mwenye kitabu anasema aljawabu. <coughs> Baada ya swali hili linalosema, ni nini hukumu ya kufanya kazi kanuni zinazokinzana na Uislamu? Akasema aljawabu, alamalu bilqawanini lmukhalifati lilislami kufrun, kufanyia kazi kanuni zinazokhalifiana na Uislamu ni ukafiri, idha ajazaha, pale atakapozijuzisha, atakaposema zinajuzu, zinafaa auitaqada salahiyataha, ama akaitakidi kwamba zinafaa. E, ndugu yangu, katika imani ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoamrisha jambo lolote au anapokataza jambo lolote, kunapatikana e, wajibun amaliyun wa wajibun itiqadiyun. Hii ni istilahi mimi nimetunga mwenyewe. Eh, yani ile presentation yake, lakini mafumo iko katika dini eh, unazaliwa una, una nyuma ya hayo mazungumzo, nyuma ya amri ya Mwenyezi Mungu azza jalla mambo mawili. Jambo la kwanza ni jambo la kutekeleza eh, yani, kwa mfano Mwenyezi Mungu azza jalla amesema swallu, salini kwa hivyo, unakuja wajibu wa kwanza ni ni, ni wajibu wa kwanza sio kutekeleza, wajibu wa kwanza ni kuitakidi kwa sababu ndio wajibu mkubwa zaidi, kwamba kusali ni wajibu. Wajibu wa pili ni kule kutekeleza ile sala yenyewe. Kadhalika akikataza usifanye, wajibu wa kwanza ni, ni, ni kuitakidi, ni kuitakidi kwamba jambo hili ni haramu. Wajibu wa pili ni kuto kulifanya lile jambo. Kwa hivyo kuna wajibun itiqadiyun wa wajibun amaliyun e, mwanadamu anaweza akakhalifu yote mawili. Akikhalifu yote mawili yani akavunja itiqadi e ambayo tumeisema e, e, kabla hajafika katika kuvunja amali, kukhalifu kwa matendo, tayari anatoka katika dini e. Ama ikiwa atakuwa amevunja wajibu katika upande wa matendo, ameambiwa usifanye akafanya, ameambiwa fanya hakufanya, lakini hali ya kuwa anaitakidi kwamba yeye ni muasi na alichokifanya sio sawa, yeye ni mkosaji, akawa anahisi kwamba ni mkosaji na amevunja, ameacha kilichobora katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla na kile alichokifanya sio sahihi. Katika hali kama hii, anahesabika ni muasi na anaandikiwa madhambi, lakini anakuwa hajatoka katika katika Uislamu. Kwa hivyo Qala llahu taala, Mwenyezi Mungu Subhanah wa taala anasema, waman lam yahkum bima anzala llah, na yule ambaye na wale ambao hawahukumu kwa sheria aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu azza wa jalla, fa ulaika humu lkafiruna, watu hawa ni makafiri. <clears throat> Ikiwa watakuwa wameitakidi kwamba sheria hiyo haifai, watakuwa ni makafiri. Ama ikiwa watakuwa wanaitakidi kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla inafaa na ni nzuri lakini ni madhaifu yao tu wamemwaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakuwa wamekufuru kufuru ndogo kwa kutokuhukumu kwa sheria Mwenyezi Mungu Azza Jalla, na hukumu mtu anaitakidi usahihi wa sheria Mwenyezi Mungu Azza Jalla, e, tamko hili la ukafiri katika aya litampata katika kipengele cha ukafiri mdogo. Na ikiwa ameitakidi kwamba sheria Mwenyezi Mungu Azza Jalla haina maana, e, aya hii faulaika humul kafiruna itampata katika kipengele cha ukafiri mkubwa. Ukafiri mkubwa ni ule unaomtoa mtu katika dini, na ukafiri mdogo ni ule ambao haumtoi mtu katika dini. E, katika lugha ya mafundisho ya dini kuna baadhi ya madhambi yameitwa ni ukafiri e, lakini sio ukafiri unaomtoa mtu katika dini, na hii ni kwa maana zifuatazo. Sababu ya kwanza, kuonesha ukubwa wa jambo lile, wa dhambi lile. Sababu ya pili, ni kuonesha kwamba si kawaida ya Uislamu kutenda matendo hayo. Hiyo ni ilitakiwa ama ni sawa ikitokea kwa watu ambao wamemkufuru Mwenyezi Mungu azza jalla, ama waumini si sawa yao. Mwenyezi Mungu azza jalla akasema, man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun, na wale ambao hawakuhukumu kwa sheria ya Mwenyezi Mungu azza jalla <coughs> afwan, watu hao ni makafiri, kwa maana hizo mbili, ima makafiri waliofanya ukafiri mdogo ambao hawatoi katika dini, ama wamekufuru itikadi na wametoka katika dini wa qala sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wama lam tahkum aimmatuhum bikitabillah, na muda wa kuwa viongozi wao hawakuhukumu katika kadhia ambazo zimetokea kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu jalla waala, wayatakhayaruu mimma anzalallah, na wakaona wana khiyari ya kuchagua chagua na e, katika yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu jalla waala, hawafanyi hivyo illa jaala Allahu basahum bainahum, isipokuwa Mwenyezi Mungu azza wajalla atajalia vita vyao baina yao, matungu ya vita vyao baina yao, sawasawa sawa ni katika levo ya familia au katika levo ya nini, ya kikanda ya kijamii, katika levo ya kinchi, katika levo ya kimataifa. E, hadithi hii inasema Muda wa kuwa watu wameacha sheria ya Mwenyezi Mungu Azza Jalla na wakajiona wako huru, watajipangia wenyewe mambo ya familia, haki za binadamu, hili ni haki, hili si haki. Wameacha sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na wakafa, wakafuata kawanini wadhiya hapa hapa. Eh, katika hali kama hii wamepingana na Mola wao na wamepingana na amri ya Mola wao wao wanaitakidi kwamba wameumbwa na Mwenyezi Mungu Azza wa, Mungu wa, wa Jalla, wanakula riziki ya wa Mwenyezi Mungu Azza wa, wa wanaishi katika wa ardhi ya Mwenyezi Mungu Azza wa, wa Jalla, lakini wanaona watu hawa wana khiari bi'sal zalimin badala ni mbadala mbaya ulioje ambao umefanywa na madhalim. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema italeta utesi baina yao. Huenda mengi katika matatizo ambayo tunayapata katika level ya taasisi, katika level za misikiti, katika level za familia ni kwa sababu tumehalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mwenyezi Mungu jalla wa ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema illa jaala llahu baasahum bainahum, isipokuwa Allah hujalia utesi na ugomvi baina yao. Hadithi ni sahihi katika daraja ya hasan, hasanun rawahu ibn majah wa ghairuhu, imepokelewa na ibn Majah. E, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin